Labda umekuwa Mkristo kwa muda mrefu kiasi cha kugundua kwamba nyakati ngumu zaidi maishani mara nyingi ndizo zinakupa fursa kubwa zaidi za kuonyesha imani yako kwa Kristo kwa watu wengine. Sasa tunaporudi tena leo kwenye Matendo sura ya 21 hicho ndicho hasa tunachokiona kikitokea katika maisha ya mtume Paulo ameshutumiwa kwa kumkashifu Musa na kwa kunajisi hekalu kwa kuwaleta watu wa Mataifa ndani ya sehemu za ndani za hekalu. Bila shaka, mashtaka haya yalikuwa ya uongo kabisa, lakini umati wa watu hekaluni waliamini. Na kusema kweli, watu huwa na tabia ya kuamini habari mbaya haraka zaidi kuliko wanavyoamini habari njema. Tunaarifiwa kwamba askari wa Rumi, makao yao makuu yalikuwa katika ngome ya Antonia ambayo ilikuwa karibu kabisa na hekalu. Ngome hiyo ilikuwa inatazama uwanja wa hekalu. Walikuwa na uwezo wa kuona huu umati wa watu ukikusanyika na kisha kuanza kumpiga mtume Paulo, na wakakimbilia kwenye ua wa hekalu na wakamwokoa Paulo kutoka kwa huu umati wa watu. Sasa tunapoendelea na simulizi hii, Paulo anaongozwa kupelekwa kwenye ngome ya Warumi ili akahifadhiwe. Atakuwa anashikiliwa chini ya ulinzi mkali kwa namna fulani, na sasa hivi anauliza jemadari, yaani kamanda wa Warumi, swali hili hapa kwenye mstari wa 37: naweza kusema kitu kwako? Sasa yule kamanda anashangaa kwa sababu Paulo anamuuliza kwa lugha ya Kigiriki. Alidhani kwamba Paulo alikuwa Misri, mfuasi wa mapinduzi. Hivyo anamwambia Paulo hapa kwenye mstari wa 38, basi si wewe yule Misri ambaye hivi karibuni alianzisha uasi na kuwaongoza wanaume elfu nne wa wawaji kwenda nyikani? Sasa Yosefo, mwanahistoria Myahudi wa kane ya kwanza, anatufahamisha kuhusu Myahudi mmoja wa Misri, nabii wa uongo, alikuwa amekusanya wafuasi alipanga kuuteka Yerusalemu kwa nguvu. Jeshi la Warumi liliandaliwa na likakandamiza uasi huo, lakini yule kiongozi wa kimisri alifanikiwa kutoroka. Sasa huyu jemadari wa kirumi hapa anafikiri kwamba amemkamata kiongozi wa waasi, lakini Paulo anajibu kwa ufasaha kwa Kigiriki mstari wa 39, mimi ni myahudi kutoka Taso huko Kilikia, raia wa mji usio wa kawaida na kusii niruhusu niongee na watu basi. Jemadari anaonekana anakubali, na Paulo anageuka, na sasa anazungumza na umati kutoka kwenye ngazi za ngome hii ya Kirumi. Na niambie, Paulo anatoa utetezi wa hali ya juu kuhusu matendo yake na huduma yake. Sasa akianza na ushuhuda wa kibinafsi hapa katika sura ya 22, Paulo anatupatia mfano mzuri wa jinsi ya kutoa ushuhuda wetu mbele ya watu ambao basi wanaweza kuwa na hasira, wanaweza kuwa eh, wamekasirika, wanaweza kuwa na mkanganyiko kuhusu Kristo. Jambo la kwanza ambalo Paulo anafanya ni kuzungumza kwa neema. Kwa kweli, sasa anazungumza na watu sio kwa Kigiriki, bali kwa lugha yao ya asili ya Kiebrania. Mstari wa pili unatueleza kwamba mara moja hili linatulia ghasia za umati. Jambo la pili tunaloliona hapa ni kwamba Paulo anawaonyesha heshima. Sasa kumbuka, anawahutubia watu ambao wamemshambulia tu, lakini Paulo anawaita hapa katika mstari wa moja, labda eh, huku akiwa anashikilia pua iliyovuja damu, ndugu na baba. Unaona, wapendwa, anatekeleza kanuni ya Mithali sura ya kumi na tano mstari wa moja, jibu la upole huzima hasira. Jambo la tatu analofanya hapa ni kutambua kwamba injili haiwezi kulazimishwa kwa watu, inaweza tu kutolewa, na hakuna mtu aliyewahi kushawishiwa kwa mabishano kuingia katika ufalme wa Mungu. Basi Paulo anawaomba watu wasikilize utetezi wake, nao wanakubali. Hivyo Paulo anaanza kwa kuwajulisha kwamba ingawa ameshtakiwa kwa kukanyaga eh, sheria, yeye ni Myahudi mwaminifu. Hapa katika mstari wa tatu anawaambia kwamba alielimishwa miguuni pa Gamalieli kulingana na utaratibu mkali wa sheria ya baba zetu. Hili lingewavutia sana kwa sababu Gamalieli alikuwa rabi maarufu wa wakati huo. Kisha Paulo anafanya jambo la kushangaza sana, anasamehe hamu yao ya kumua kwa kuwaambia hapa katika mstari wa tatu kwamba e, alikuwa na bidii kwa ajili ya Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo. Wametaka tu kumua, lakini Paulo anahusisha matendo yao na bidii kwa ajili ya Mungu kwa ufanisi, anasema kwamba anaelewa kwa kutangaza hapa katika mstari wa nne anasema juu yake mwenyewe: niliwatesa watu wa njia hii hadi kufa, nikiwafunga na kuwapeleka gerezani, wanaume kwa wanawake. Kwa maneno mengine, ninaelewa bidii yenu kwa ajili ya Mungu. Sasa paulo anaanza kushiriki jinsi alivyoongoka kwa Kristo. Anasema hapa katika mstari wa sita nilipokuwa njiani na nilipokaribia Dameski karibu na saa sita mchana, nuru kuu kutoka mbinguni iliniangaza ghafula. Nikaanguka chini na nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Nikajibu, wewe ni nani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu wa Nazareti unayenitesa. Sasa unaweza kugundua kwamba Paulo anatumia neno Bwana, kurios, ambalo ni cheo cha Mungu akimrejelea Yesu, na unaweza kufikiria jinsi ushuhuda huu ulivyowashangaza sana umati huu wa Wayahudi. Mungu Yehova, Bwana, si mwingine bali ni Yesu wa Nazareti. Paulo anaendelea kuelezea jinsi alivyopewa upofu na kisha akarejeshewa kuona kwake baada ya mfuasi wa Yesu aitwaye Anania kumjia. Anania alimwelekeza Paulo. Anasema hapa katika mstari wa 16, simama ubatizo na uoshe dhambi zako ukilitia jina lake. Sasa baadhi ya watu wanachukua mstari wa 16 hapa kuthibitisha kwamba ubatizo ni lazima ili kuokolewa. Hata hivyo, katika lugha ya asili kifungu hiki kidogo uoshe dhambi zako kinapaswa kuunganishwa na kulitia jina lake ena, siyo na ubatizwe. Kwa maneno mengine, kulingana na ujenzi wa asili, unaweza kutafsiri kwa uwazi zaidi: baada ya kumwita Bwana na dhambi zako zikiwa zimeoshwa, simama ubatizwe. Wapendwa, ubatizo wa maji ni ishara ya nje tu ya utakaso wa ndani ambao tayari umefanyika wakati wa wokovu wako. Sasa, kuanzia hapa kwenye mstari wa kumi na saba, Paulo anafichua jambo ambalo halijatajwa popote pengine katika maandiko. Anasema, anasema kwamba aliporudi Yerusalemu alikuwa akiomba hekaluni na Bwana akamzungumzia katika maono akimwambia aondoke mjini kwa sababu ushuhuda wake ungekataliwa. Basi Paulo anasema hapa kwenye mstari wa ishirini na moja Bwana alimwambia, nenda kwa maana nitakutuma mbali kwa watu wa Mataifa. Lo, jamani! Paulo anapotaja kwenda kwa watu wa Mataifa, basi hapo ndipo mambo yanabadilika. Wapendwa, hebu niwaambie, hatimaye ushuhuda wako, kushiriki kwako Injili kutagusa hisia za mtu, kutakabiliana na dhambi ya mtu na hitaji lao la Mwokozi. Basi hapa kwenye mstari wa ishirini na mbili hakika aligusa hisia zao, kwa sababu umati huu ulilipuka kwa hasira na wakasema, ondoa mtu kama huyu duniani, maana hastahili kuishi. Maandiko hapa yanaeleza jinsi walivyopiga kelele na kutupa majoho yao na kurusha vumbi hewani. Sasa, ingawa Wayahudi walikubali waongofu au watu waliogeuka kutoka kwa Mataifa, waliwataka waongofu hawa wakubali sheria na desturi za Kiyahudi. Kimsingi walikuwa wanakuwa Wayahudi wanaotenda kwa vitendo. Lakini Paulo anaonyesha wazi hapa kwamba watu wa Mataifa wana haki sawa ya kumfikia Mungu kama Wayahudi, na hilo ni kama kumwaga petroli kwenye moto. Basi yule kamanda wa Kirumi, Mungu ambariki, hajui la kufanya. Yeye anadhani lazima kuna jambo zaidi linaloendelea hapa, ili umati uweze kutenda hivi kwa Paulo. Basi mstari wa 24 unatueleza yule jemadari kamanda aliamuru Paulo aingizwe kambini, akisema kwamba achunguzwe kwa kumpiga mijeledi, ili kujua kwa nini walikuwa wanampigia kelele namna hii kwa maneno mengine, anasema, tazama, afadhali tumteshe Paulo hadi akiri kile alichofanya kweli kuwakwaza Wayahudi kiasi hiki. Basi Paulo anapokuwa karibu kuchapwa mijeledi, anafichua kwamba yeye ni raia wa Kirumi. Raia wa Kirumi hangeweza kuadhibiwa bila kushtakiwa na kuhukumiwa katika mahakama ya sheria. Hivyo basi Paulo sasa anaulizwa kuhusu uraia wake. Anathibitisha hapa kwenye mstari wa 28 kwamba yeye ni raia kwa kuzaliwa. Basi baada ya hayo, yule kamanda mara moja anaondoa tishio lolote la adhabu kwa Paulo. Sasa hebu turudi nyuma kidogo na tuangalie tukio hili tena. Kweli imekuwa siku gani kwa Paulo? Ameshtakiwa kwa uongo, ameshambuliwa, amepigwa na amekataliwa. Lakini unaweza kuona jinsi ugumu huu ulivyofungua mlango. Ulimruhusu azungumze na mamia ya watu au hata maelfu ya Wayahudi waliokuja kutoka pande zote za dunia iliyojulikana wakati huo kusherehekea Pentekoste huko Yerusalemu. Paulo aliweza kuwaambia kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu wa mbinguni. Basi unaweza kugundua kwamba hakuna waongofu wowote hapa kwa wakati huu, kuna hasira tu na kukataliwa. Na hiyo ni ukumbusho mzuri kwetu kwamba kipimo cha mafanikio katika kumtumikia Bwana na kushuhudia Bwana siyo idadi ya waongofu, lakini uaminifu wa mjumbe kutoa ukweli juu ya Yesu Kristo ni nani haswa. Nam mpaka wakati ujao, wapenzi. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.